Hey, hey. Oh, oh. <laughs> Unajua nikuambie, kitu nachoshukuru Mungu kunipa tu upeo <laughs> mkubwa tu wa kufikiria mbali. Waambea jamani, mmedhalilika mmedhalilika, pake nyinyi ndio mlishikilia bango, mimi nilikaa zangu kimya, mmedhalilika wenye kusema mama yule azocho aolewi akiolewa yule, hawezi kuolewa, ana tabia mbaya yule Zuchu. Unakwambia waambia, walitamaa Online TV mama, waambia walifanya ha. <laughs> Haya hapa, hivi ninavyokuambia, nimetoka saa hizi ofisini mm -hmm. naenda zangu kushuti <laughs> ICU. Jamani, huyo Zuchu na bwanake wako <laughs> wako nyumba moja, mama, pika pakua, wanaamshana good morning na good afternoon <laughs> Angia juzi na jana wako pamoja. <laughs> nakuja huku mtandaoni mnaanasikia Zuchu kaikawa sijui watu wanaisikolojia akia akaugu. <laughs> mwingine anakwambia kiki sijui kuvunja mambo ya tundulisu ndokashawewa yep. <laughs> wengine ndoa ya mkeka tukubali tu ili bao la mkono e, mkubali tu <laughs>